Anapokuwa ndani yako, utaogopa kutamka mabaya, utaogopa kutukana, utaogopa kukimbilia mabaya. Roho Mtakatifu yeye ndio huwa anaikanyaga tamaa ya mwili, yeye ndio huwa anakanyaga kiburi cha uzima, Roho Mtakatifu. Usipokuwa na Roho Mtakatifu, utajikuta tu mpeleke, unakuwa ni mtumwa mtumwa anaendeshwa mwenyewe, hata kama hataki kwenda shamba, ataenda shamba, hata kama ni kwa kiboko hondo. Dhambi inayofanya nguvu, za giza zinazofanya, unajikuta unasukumwa kufanya vitu, lakini roho anapokuwepo yeye. Yeah, yeah, aliyemfufua katika wafu, nilimwambia hili tendo la kufufuka hili tendo la kufufuka hili tendo la kufufuka sio tendo la kitoto. Hili tendo la kufufuka Yesu eh? Hili tendo la kufufuka Yesu siyo tendo la kitoto, kwa sababu siku hiyo Yesu alipokuwa anafufuka, majeshi yote ya pepo wa waa, wakuu wote wa giza walikuwa wameelekeza nguvu yao mb Yesu asitoke kuzimu. Yaani huku duniani, huku kulikuwa amani, kama ni ugomvi, haukuwepo duniani ugomvi. Siku hiyo watu walikuwa ni wema, kwa sababu nguvu zote, majeshi ya pepo wabaya wote walikuwa likondo, waliitwa na mkuu wao John, huyu bwana ambaye alikuwa anatutesa John wale soma wakata wakati anawatoa kwa yule nani, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo kwenye nchi ya Wagerasi, walikuwa wameitwa, njoni, leo yuko mikononi mwetu, ili ilikuwa mikandamizo. Kwa hiyo ilihitaji aliyemfufua kwa wafu, asingeweza kutoka bila ya uo sasa Biblia inasema huyu Roho ambaye alifufua Yesu kutoka kwa wafu yuko ndani yetu, anatakiwa kuwa ndani yetu, na akiwa ndani yetu